Kama hakuna kusudi ya ndoa, ndoa haiwezi kusimama. Ni lazima liwepo kusudi ambalo ni la Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Kwa hiyo tunamhitaji Mungu asimame, ili atuoneshe kusudi lake na mtu gani ni sahihi, kwa sababu unaweza ukaletewa mtu ukamona, eh, mbona huyu anifai. Ukimtazama kwa nje mbona kama anifai, lakini kumbe ndo mtu sahihi na unaweza ukaleta mwingine ukasema anafaa anafaa kumbe afai. Uka anafaa. Kumbe ukamtazama nje ukaona afanyaje afai wewe, ukajua anakufaa kwa ki, kwa, kwa mitazamo kwamba nikisimama naye ni mrefu kama mimi nimeupe kama mimi ni mnene, nikisimama naye watu watanisifia, nina mke mzuri, nina mume mzuri, kumbe kwenye lengo la Mungu afai. Sawa. So, na ili lengo la Mungu na kusudi la Mungu ndilo linalosimamisha ndoa. Kama hakuna lengo la Mungu, ndoa zote zinakufa. Na ndio maana hatuwezi tukaingia kwenye ndoa kwa sababu ya upendo. Upendo haichochei ndoa, sawa, bali kusudi la Mungu ndio linachochea upendo, sawa. Unaweza ukaingia kwenye ndoa kwa upendo, baada ya muda upendo unaisha.